Ni tukisonga mbele kwamba kulishuhudiwa ghasia katika hafla moja ya mazishi katika kijiji cha Lwandeti eneo la Matete kaunti ya Kakamega. Mhubiri aliyekuwa akiendesha ibada ya mazishi akipokezwa kichapo cha na familia inayodai kwamba alijaribu kuvuruga mazishi ya mpendwa wao. Joseph Amunya, ATN, na taarifa hiyo Kulingana na mzee Joseph Wafula, mhubiri huyo alimzuia kunena kwenye hafla ya mazishi ya mtoto wake kwa jina Kitali Kundu, jambo ambalo halikuifurahisha familia yake. Il, ilitokea kwa unenachi wa programu, walikuwa wa, wamepanga mimi ninene, lakini wakanikataa mimi kuongea, wakachukua mama mchane ati aongee patala ya mimi, na kwa mila yetu atuwezi kuchukua msichana mukwe asimamie nini, ni, aongee mbele ya mzazi mukwe. Ndio nikakataa, na naye akanilazimisha, akalazimisha mchane aongee ni lazima, ndio hao waraya wakakataa, si tesuri, wananchi wakaamua, wakakasirika, wakasema kama unakataza mzee aongee kitu sasa itapiti itapiti pia wewe hautasika, hii mwili itakuache papa ya marehemu asiongee kitu. Aidha maji alizidi unga pale mhubiri huyo alipopanda kwenye kaburi na kwanza kuilaani familia ya mwenda zake wapasa, akapanda juu ya mchanga, akaanza kuendelea kulaani, akaanza akalaani yake yote, na watu wakaamua Liwe liwalo tutazika mtu wetu bila nyinyi. Sio lazima, kifo ni njia ya kila mtu mpende msipende. Wacha tumzike na we utokea kwa mchanga. Lakini neno nilisababisha ini mabaya zaidi aliongea hal, alituzi kusema mbuzi ndio ilitokea. Sasa akasema, wakasema waokoa, akasema sasa unakuja tukana sisi kwa poma na tumesimama na, na, na, na, na desturi yetu hata na mila yetu kwa ghadhabu na amaki, waombolezaji walimvamia na kumpokeza kichapo cha mbwa msikitini, huku vipaza sauti vya kanisa vikiharibiwa kabla ya familia yao kuamua kumzika mpendwa wao bila kanisa. Huyu pasta kwanza, si ati mara ya kwanza hii ujinga kufanya kwa matanga ya wa watu, ni mara mingi sana. So hapo hivi hatu kutaka hiyo dikteta wake dasa, tukamlima bado tuna akileta bado ujinga wenye anasikia, sijui atakuja nini, bado tunamweka tutamgoja. Ukienda Rome lazima ufuate wa Rome. Usilete kichwa chako hapo maana hujui kile kitafanyika kwako. Mzee wa mtaa hicho Moses na Ibei Masai ametaka kuepo uhusiano mwema baina ya kanisa na jamii. Na ni wamba ni salama. Nasema hata kama mna mshiriki wenu lazima washiriki watembelee pamoja na jamii yenye jamii wanafanya lazima wao kitu kimoja, wao kitu kimoja, wafanya kazi yao pamoja. Joseph Amunya Otieno, West TV, Matete, County ya Kakamega. <coughs> Kwingineko mzee wa miaka sabini kutoka kijiji cha Imrave huko Matungu, County ya Kakamega ameuawa.